Ugonjwa wa fistula ya uzazi huwapata wanawake wakati wa kujifungua, hasa wale wanaojifungua wakiwa na umri mdogo pamoja na kukosa msaada stahiki wakati wa kujifungua ambapo viungo kama kibofu cha mkojo na njia ya haja kubwa hujeruhiwa na kusababisha mwanamke ashindwe kujizuia haja ndogo na kubwa. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani WHO Inakadiriwa kuwa wanawake zaidi ya milioni mbili kutoka Afrika na Asia wanaishi na ugonjwa huo bila kupatiwa matibabu yoyote, na kwa upande wa Tanzania wengi wamekuwa wakitafuta msaada kwa waganga wa jadi. Hospitali ya Rufaa ya Nkinga iliyopo mkoani Tabora, kwa kutambua tatizo hilo, inatoa huduma ya matibabu kwa wanawake wenye changamoto za ugonjwa wa fistula bure, ambapo hapa mganga mkuu wa hospitali hiyo Tito Chaula wakati anafungua mafunzo kwa wadau mbalimbali hospitalini hapo alieleza fistula si tatizo la kulogwa kama ambavyo baadhi ya watu wanavyoamini, bali hilo ni tatizo linalotibika. Bado kuna watu wanaamini fistula ni kama mtu amelogwa, fistula ni mtu amelaaniwa, ndio maana alikuwa anawatenga na vitu kama hivyo. Lakini nawatu waambia hapana, fistula sio laana, fistula sio kulogwa, si ndio? Hii inatokana na uzazi pingamizi. Katika kuhakikisha fistula inatokomea nchini, elimu imeendelea kutolewa kwa wadau mbalimbali ili kufikia lengo la serikali na dunia la kutokomeza fistula ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Mratibu wa fistula kutoka hospitali ya rufaa ya Nkinga, Baraka Mkeni, ameeleza sababu inayowafanya wao kutoa mafunzo kwa wadau, huku akitaja lengo ni kuhakikisha jamii inakuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na fistula wauguzi wanaomuuguza huyu mama hawa wote tumekutana na tumejumuisha mikoa karibuni sita. Kuna watu wametoka mkoa wa Tabora, kuna watu wametoka mkoa wa Kigoma, kuna watu wametoka mkoa wa Shinyanga, kuna watu wametoka mkoa wa, wa Singida, kuna watu wametoka mkoa wa Katavi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba tunaikapta jamii ya magharibi ili iweze kupata uelewa, kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Mama Samia Suluhu Hassan inakusudia chini ya wizara ya afya ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini ambayo hii ndio ajenda ya dunia tuweze kuwa tumetokomeza tatizo la fistula. Sasa hatuwezi tukatokomeza tatizo la fistula kama jamii haitakuwa na uelewa, na ndio maana tumeita wawakilishi wa jamii ili waweze kuja kusikia elimu hii na hii imeinclude mpaka viongozi wa dini, lakini pamoja waandishi wa habari, watu wa usafirishaji ambao wanahusika kuwasafirisha hawa wagonjwa. Hawa wote tulikutanika pamoja, ili tuweze kuzungumza juu ya swala hili na tuhakikishe kwamba kweli tunaitokomeza fistula nchini Tanzania kama Wizara ya Afya ilivyojiwekea. Uchungu pingamizi ni moja ya sababu ya mwanamke mjamzito kupata fistula mara baada ya kujifungua, ambapo kutokana na elimu hiyo iliyotolewa wadau waliohudhuria mafunzo yaliyofanyika katika hospitali hiyo wamesema elimu hiyo aliyoipata itawasaidia kuwaelimisha na wengine kuhusiana na tatizo hilo. Naitwa Mchungaji Daniel Masunga, yanamshukuru Mungu, nimetokea hapo Katavi wilaya ya Tanganyika. Namshukuru Mungu, tumekuja hapa Nkinga kwenye hiyo hospitali ya e, rufaa. Mungu ametusaidia, tumekuja kwa ajili ya mafunzo au kozi maalumu kwa ajili ya ugonjwa wa fistula. Nimejua, nimejifunza mengi na nimefahamu kwamba ni jamii ambayo tunayoishi nayo na kulingana na shida ya, ya ugonjwa huu unavyowatesa wanawake ya, nimejifunza vitu vingi sana, na kwa kuwa ni kozi ambayo ime ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime, ime fundishwa na imeelekezwa na madaktari bingwa wa mahali hapa kwenye usidi ya hapa Nkinga. Mi binafsi pamoja na wengine wengi ambao tumejifunza, ninaamini kabisa kwamba kupitia eh, mafunzo haya tutazidi kuwasaidia watu wengi, tutawaelekeza ya kwamba fistula ni ugonjwa, ni ugonjwa au majina, anaitwa, ni tatizo ambalo linalotibika nii ndoa Shinyanga, nda ya Shinyanga, yaani elimu niliyoipata nimeshukuru sana. Wasababu, jani, hey, kwa sababu nimekuja kujifunza hiyo elimu nikusudi, na mimi nitakaporudi kwenye jamii nikaweze kuwafundisha. Kwa jina naitwa Ruhende Nkinga Ndege Mayunga, nimetoka wilaya ya Iramba, kata ya Ntike, mkoa wa Singida. Elimu niliyopatiwa hapa kwanza, imenipa moyo mkubwa sana. Kwanza nimepewa uwezo wa kuweza kuisaidia jamii. Nitahakikisha kwamba ninapokuwa kule, ninawapata hawa watu wenye matatizo ya fistula, nitakapowapata ni lazima niwa niwatume waje huku ili wapate msaada, okay, kailwa... wa kutibiwa nimesema nyonga zile aliyefanyaje basi ya formas unaona costa zia kufasifanyeni asitoke atakaa na uchungu kwa muda mrefu, atapata uchungu pingamizi. Mwingine nyonga zimekomaa kama kawaida, lakini mtoto ni nini? Ni mkubwa, si ndio? Kwa ndio tunasema na kilo 2.5 mwingine na kilo 3 mwingine na kilo 3.5 mwingine na kilo 4 mwingine na kilo 5 kabisa, si ndio? Haya, mama kilo 5, mtoto atakutoa kuna mama ana kisukari anajifungua pita na kilo tano pointi tano toto kubwa hivi, atatoa huyu? Mama hawezi kumtoa, ndio imekoma. Lazima atakaa atapata uchungu pingamizi, atakaa na uchungu kwa nini? Kwa muda mrefu atakishakaa nao uchungu kwa muda mrefu, matokeo yake ni nini? Haya, nasema Daktari Gilbert ameeleza licha ya kuwa fistula inatokana na uchungu pingamizi kwa kinamama mama wajawazito, lakini kuna fistula ambayo visababishi vyake ikiwemo upasuaji, kansa ya shingo ya kizazi, kansa ya kibofu cha mkojo, matibabu ya kansa kwa njia ya mionzi na fistula ya kuzaliwa nayo. Hospitali ya Rufaa ya Nkinga inatoa matibabu kwa kinamama wenye fistula bure, ikijumuisha gharama za usafiri kwa mgonjwa, chakula na malazi. Nikikuhabarisha sauti ya Katavi, mimi Ana Milanzi, Mpanda Radio FM.